Mafuta lotion, kwa ajili ya watu wote wanawake na wanaume. Na mafuta haya ni mafuta mazuri sana ambayo mtu yoyote atakayatumia ataenda kufanikiwa sana tofauti na kupaka na kung'aa, lakini mafuta haya yamebarikiwa. Kama mnavyojua sasa hivi. Hakuna kitu ninachoweza kufanya kwenye maisha yangu bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Kwa hata mafuta haya nimewekea maombi mno. Kwa hiyo yote ambaye atatumia mafuta haya Mwenyezi Mungu atambariki na ataona makubwa sana kwenye maisha yake. Lakini kubwa zaidi, 10% kwenye mauzo ya mafuta haya yanaenda kuwasaidia mabinti wale ambao wana matatizo ambao sisi tunawasaidia kwenye Friends of God Ministry. Kwa hiyo hao mabinti nimekuwa nikiwasaidia sana kwa muda mrefu lakini watu baadhi walikuwa wanaendelea kunichangia kwa ajili ya kuwasaidia mabinti, so tulikuwa kama um, group letu wa Friends of God tukakaa tukawaza tukafikiri tukasema, 10% ya mafuta haya itaenda kuwachangia hao mabinti. Kwa hiyo wewe utakaponunua mafuta haya hautakuwa tu umeng'aa au utabarikiwa tu, utabarikiwa double double. Wanasema ukiwa karibu na Mungu unabarikiwa double double, kwa hiyo unakuwa umeenda kuwachangia hao mabinti ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo sisi, tuna product kama mnavyoziona ziko hapa. Tuna hii hapa brown lotion, ambayo hii ni kwa ajili ya mtu mweusi, na tunayo hii hapa kwa ajili ya mtu mweupe.